Tena huu ni katika hatua za kuchukua mbolea, lakini mbolea hii naichukua kwa naiokota mbugani kwa sababu sina hela ya kununua mbolea, na ndio naanza, sina hata shilingi mia. Kwa hiyo mbolea hii naiokota mbugani. Sasa nataka nikuonyeshe ninapoitoa, halafu napoipeleka Unaona. Ni ya kuokota mboga gani mbolea hii si unaona? Shambani. Unaokota mboga gani? nipeleka shambani. Niliwaambia shamba tena tutawaonesha baiskeli ile kama unaiona. Sasa so, tuifuate ile baiskeli tukae tumebeba mbolea yetu. Unaona? Hata baiskeli unaweza kuona kama iko karibu, lakini iko mbali. Naona hii ni mborea, ni hiyo ikusanya kwa kuokota, hii kwa kuokota. Naona ke mborea hiyo kusanya kwa kuokota, nataka pige pigehoo, kuanzia hapa mpaka hoo na karoti. Naona hoo na karoti hapa, nataka nipige hii. <coughs> Ni Mayemki Mayemki fam Mayemki Famu. Kama inavyoonekana hapa, tuko katika harakati za uandaji wa shamba kwa ajili ya kilimo cha hoho na karoti. Sasa sasa hivi tunasomba ni mbolea na tunasomba kwa baisikeli. Ile. Hata kama una pesa ni muhimu kushughulika. Baisikeli chetu kile na mbolea yenyewe tunaisomba huko mbugani. Unaona hiyo mbuga? Naokota. Alafu unafanya masuala yako. Unaiona ile mbuga ile? Huko ndiyo tunaokota mbolea sasa. Takuonyesha hatua kwa hatua kuanzia kitaru mpaka tutakapovuna kitu, kitu. Endelea kukaa naseangerea matuta hmm. Ijumaa hizi naingia shambani, unaeka kwenye njia yake hizi uwe akito sema bado sijakamilisha bado nataka yao marefu zaidi. Ona mbolea mchongo hiyo Na, na. Inachukua hii kwa sababu hapa kuna mbolea ni ya, imeoza samadi hiyo, ni mboji mboji, imeoza, unaona, na mabua. Sasa unachukua kama hivi, naenda kuchanganya na mbolea ya ng'ombe ambayo tayari iko shambani kwa ajili ya kitalu cha hoho ana cha kwanza ikituliboronga rk hapa tunaweka mbegu nyingine za hoho hapo. Yani tumeamua kilimo cha hoho kifanyike kwa kasi sana, pamoja na karoti karotik. Okay. Tutakuwa na uwekezaji hapo wa kutosha Okay. Kama unataka hoho siana, Mayemki Mayemki anajihusisha na mambo ya kilimo na architect design bila kusahau business mbalimbali, hiyo kampuni